zaidi ya wananchi elfu thelathini walioko kwenye kata za kibirashi na kisangasa wilayani kilindi mkoani tanga wanakwenda kupata suluhu ya kudumu changamoto ya huduma ya maji pindi mradi wa maji wa wa maji wa kwamaligwa gitu utakapokamilika kwa gharama ya shilingi bilioni 6.9 wakizungumza wananchi katika eneo la mradi ambao umetembelewa na mbio za mwenge wa uhuru wanaeleza matarajio yao baada ya serikali kuwapelekea mradi huo wakinamama walikuwa wanalala visimani kwa ajili ya kusubiria maji ya foleni, lakini baada ya mradi ule wa kwanza na huu wa pili, sasa naamini kabisa kwamba changamoto hizo tena zitakuwa kwetu kama vile hadisi Mama Samia ametukumbuka, na tunashukuru. Wamama walikuwa wanapata tabu sana, maji walikuwa wanayatoa mbali, lakini sasa hivi tunashukuru, mradi huu ukikamilika, tuna uhakika kwamba kwa maligwa maji hatuna au kata ya Kibirashi itakuwa haina shida ya maji. Naye mbunge wa Kilindi Omari Kigua pamoja na mkuu wa wilaya Hashim Mgandilwa wakatoa rai kwa wananchi kuhusiana na mradi huo. Mradi huu haujaje kwa bahati mbaya, hapa umekuja kwa mapenzi makubwa aliyonayo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na si mwingine ni Dkt Samia Suluhu Hassan. Naomba tumpe makofi mengi sana. Wilaya Kilindi ni kubwa maeneo yenye uhitaji ni makubwa lakini ameamua kuleta fedha. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema ni bilioni 6.9, lakini bado hujaweka VAT. Ukiweka VAT, maana yake mradi huu una thamani ya zaidi ya bilioni nane. Naomba makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano. Sasa sisi wana Kilindi, mimi kama mbunge wenu, mwakilishi wenu, natambua jitihada ambazo mmezifanya watu wa Kibirashi watu wa Kwamaligwa, ambalo bwawa hili ambalo linaenda kusaidia vijiji saba lipo katika eneo lenu. Niwaombe mtunze chanzo cha maji cha bwawa la Kwamaligwa, ili mradi huu uwe na thamani, ili mradi huu uweze kuwahudumia wananchi. Mradi huu utakwenda kusaidia hali ya upatikanaji wa maji kwenye vijiji hivyo, lakini itakwenda kuhudumia takribani ya watu ikafika wakati kwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Ismail Ali Ussi akawakumbusha wananchi umuhimu wa kulinda vyanzo vya maji sambamba na miundombinu ya mradi. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu wananchi, mradi huu utaenda kusaidia wananchi walio wengi ndani ya maeneo haya. Mradi huu utaenda kuweka heshima kubwa kwetu sisi. Ombi langu endeleeni kulinda, endeleeni kutunza na muda sio mrefu miundombinu ya maji ya kupitisha mabomba katika maeneo mbalimbali yatafanyika. Niwaombe sana, ndugu wananchi, muwe walinzi na muwe msaada katika kuhakikisha miundombinu hiyo inafanyika kwa haraka. Mradi wa maji wa Kwamaligwa Gitu mpaka sasa umefikia asilimia 50, na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Septemba mwaka huu. Amina Omar, Tele News Digital.